Hivi leo ni vifaranga vyetu ambavyo tumemletea mteja wetu ni mchanganyiko wa broila yeah, na saso uh, viko vizuri vimechangamka, na mama amelizia. Sasa wengi huwa tunawaambia kwamba katika upokeaji wa mfaranga, mfaranga hauwezi kupokea vikiwa katika mazingira ya na namna hii vimechangamka kiasi, alafu useme baada ya siku ya wiki mbili au wiki tatu vinakufa, unaanza kusema shida ilikuwa kwenye e, kwenye kwenye uletaji. Hiyo sio kweli, kwamba tujitahidi kwanza katika ufugaji kuwa na elimu angalau kidogo ya ufugaji, hasa katika kupokea, katika kupokea vifaranga. Hapa ndio kwenye changamoto, vifaranga wanahitaji sana joto ili waweze kukua katika mazingira mazuri. Tuwapokea katika mazingira kama haya, sio rahisi sana.